hii ni Chapesa Media. Mimi naitwa Wazili tambiki wa kinyuma kamera director Runde. Tumemfuata Dosa shabiki na mwanachama wa Young Africans hapa station. Kwanza, Dosa, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Matuwahi barakatu. Alhamdulillah ala kulli hali Ramadhani 24 leo eh. Hatari sana. Sikukuu naona imekaribia. Tuanze kwa chakata. Kanzo imepatikana hmm. Eh, jambo la kushukuru sana. Hmm. Ndugu zangu wa Chapesa mnafanya, hmm, kazi kubwa sana. Uzuri wa Chapesa, mnaingia kila kila chimbo. Sisi watoto wa mtani tunasema chimbo. Leo mnakutana na Dosa, kesho mnakutana na Kizinga, mara na Soro, mara kina mwalimu. Kwa hiyo mambo yanapatikana burudani kabisa. Kwa hiyo niwashukuru kwa namna moja ama nyingine kwa kuendelea kufanya kazi vizuri, na niombee Mungu kwa kazi kubwa mnaoifanya, na ninaamini miaka mitatu miwili ijayo mtakuwa chombo kikubwa kwenye nchi ya Tanzania. Muhimu msikate tamaa, tunatambua changamoto ni nyingi tunatambua mazingira ni magumu ufanyaji kazi, lakini tunawaombea Mungu, sisi kama wadau wenu. Mwende sawa sawa, inshallah Mwenyezi Mungu atawabariki zaidi. Niambie kwanza kwanza kwa chakata jana, tumeshuhudia uzinduzi mkubwa umefanyika pale uwanja wa Singida Airtel Stadium. Kama wanachama Young Africans, baadhi wanachama Simba Sports, mmejifunza nini kwa Singida Black Star? Wamekuja hivi karibuni, takriban hata miaka mitano au sita hawajachukua, lakini wana uwanja wao. Young Africans takriban miaka 90 mpaka sasa hivi hawana uwanja wala nini. Yanga Afrika ni miaka 90, Simba Sport Club miaka 89 na uwanja zaidi ya siasa nyingi tunazoletewa, lakini kabla ya kumpongeza Singida Black Stars, ndugu zangu Wachapesa, lazima mtambue mchango wa Azam, lazima mtambue mchango wa taasisi kubwa ya Azam zamani huko tulikuwa hatujaona haya mambo hivi yanayoendelea, na mimi naamini kupitia taasisi ya Azam imekuja kutufundisha mambo mengi sana yanaohusiana na mpira wetu wa miguu. Moja klabu pekee nchini Tanzania ambayo imekuja kufanya mapinduzi, klabu pekee ambayo imekuja kufanya mapinduzi kwenye nchi ya Tanzania, basi Azam FC wamefanya kazi kubwa sana mmoja wa kutuletea uwanja Azam amekuja kutuaminisha tu umri sio namba. Yanga 90 Simba 89, Azam kumi na ngapi? Mweke Azamu 17 16. Lakini huwezi ukalinganisha mtu mwenye miaka 90 na mtu mwenye miaka 89 afu ukaweka kwenye daraja moja ndio maana Waswahili wanasema nisikilize, basi shida yako cha pesa, una haraka. Ndio maana watu waliwahi kujiuliza kwa nini beberu na utango mdevu afu ng'ombe haoti. Unajua jambo la kusikitisha sana, vilabu viwili vikubwa nchini Tanzania vinaishi zaidi ya miaka tisini lakini mpaka leo havina uwanja anakuja Azam anafanya mapinduzi. Azam anamwambukiza KMC, Azam anamwambukiza Gwambina, Azam anamwambukiza nani, Singida Black Stars. <muchilio> no, na Singida Stars leo na, na Singida jana, Singida ameandika historia kubwa kwenye nchi ya Tanzania <muchilio> na bahati mbaya mm. Singida FC Singida Black Stars ndio mm. FC sawa <muchilio> <muchilio> sawa Singida ametuonyesha namna gani watu wanafaa kuishi. Singida wametuletea uwanja leo hii. Simba akinyanyaswa KMC anakwenda wapi? Singida Black Stars. na sio ombi, ni lazima Simba aende kule. leo hii Yanga akisumbuka KMC anakwenda wapi? Singida Black Stars. Niwapongeze sana wa Singida, niwapongeze sana na nimpongeze sana Mheshimiwa Mwiguru kwa kuwa wana Singida wamempa dhamana ya kuwa mlezi wa ile timu. Sio jambo la kushangaza kama mama kamwambia Mwigulu Nchemba, wewe utakuwa ni waziri wa fedha katika nchi ya Tanzania. Vipi kuhusu Singida? Mkoa mmoja atashindwa? Sasa Singida inaenda kuandika historia kubwa, nyinyi hamjui hizo habari. Singida Black Star hii na mimi ni waombe wana Singida waondokane kwenye siasa za Simba na Yanga. Wadau mbalimbali wamewapa support mpaka leo hii Singida wamesimamisha wame uwanja mabepari Kariakoo yana uwanja lani, lakini kila siku malumbano. Singida kitendo cha kuleta cha kujenga uwanja kitavutia wawekezaji wengi sana kwenye ule mkoa Singida. Kitendo cha kujenga uwanja kitatoa fursa nyingi sana kwa wakazi wa Singida FC. Na mimi ni waombe sana wana Singida, waungeni mkono viongozi wenu, iungeni mkono timu yenu. Haya mambo huku kwetu kwa Yanga na Simba tunayatamani, siku moja na sisi tuwe na viwanja, lakini wapi. Umepata bahati sana na Singida. Ndugu zangu waitolo hapo furahini fursa. Kazi kubwa kwa viongozi wenu, kazi kubwa kwa wachezaji wenu, lakini pia kwa technical staff, pia imewapa ujasiri sana mkubwa. Sawa sawasawa, cha pesa huku kwetu Dar es Salaam, siasa Unizidi, kuna watu walichangishwa mpaka hela ya kujenga uwanja wajuao, Dosa. <laughs> Walichangishwa zaidi ya milioni mia sita. Jamani, mashabiki wetu tunajenga uwanja, changeni hela. Wakenda kitengezwa fence huko Bunjo huko. Mpaka leo ukiwasikia mashabiki wao, sio kuwa na nani auelewa mpira, wanakuambia tuna uwanja. Mna uwanja nyinyi? Mna, mna, mna nani, mna hifadhi. Hamtapeliwa zaidi ya milioni mia sita. Wamechanga changa buku Kisugu, buku Mustafa kutoka kule nani, yule anajichora chora buku Mandala katoa 5000 kazulumiwa. Na mimi akia Mungu ningekuwa mshabiki wa Simba ningedai hela yangu ya uwanja nilochangia kule. Unachangishaje vipi? Watu mnajenga uwanja afu mnatengeneza fence. Kwa umesikia godown lile kuna uwanja <coughs> hey. So na fence yenye fence godown shehe ule wa Bunju ni godown. So uwanja na ndio maana uone hata mashindano ya wanawake hayachezwi pale. Kwa hiyo ni waambie wanasingida wajivunie waunge mkono viongozi wao. Mna uwanja kesho na kesho kutwa mtawalika tu Yanga na Simba. Jamani, njoni mtupe moyo, njoni mtunge mkono wanakuja kesho na kesho kutwa, mkimwalika Dosa na Singida mimi nafika na kwenda kuzungumza kwenye uwanja wa Singida. Pichi umeiona pichi? Kwa sawa sawa, ile majukwaa tu, majukuu kila kitu, majukwaa kila kitu. Taratibu Jenerali Samuel ilikuwa haina majukwaa, inayo. Haina sasa hivi watu wanaenjoy maisha. KMC pia alikuwa haina majukwaa, sasa hivi haina, haina. Watu wanaenjoy maisha. Maisha ya Simba na Yanga hayaachi, maana kuna siasa ndani yake, haikosekani siasa, kwa maana mnashinda kujenga uwanja sijui tutajenga mwaka gani, tusubiri mradi wa serikali upite. Moja, kauli ya engineer alisema kabla hajatoka madarakani atakuwa uwanja umeshakamilishwa. Yanga Africa, wewe funika kombe mwanaharamu apite, cha, cha pesa, funika kombe mwanaharamu apite, tuendelee na mambo mengine. A uh, Jonathan Kangaro mbojana anaozindua uwanja wa Airtel Stadium. Unamzungumzia wote performance. Ni mchezaji mzuri no doubt. Mchezaji mzuri hahitaji mechi nyingi kumprove. Sisi ambao tumecheza mpira vichochoroni tunajua hilo. Receiving yake, dribbling yake, finishing yake inaonyesha kabisa ni mchezaji mkubwa. Lakini waombe wana Yanga wampe time. Na Watanzania wampe time kwa sababu ili Tanzania ipande kwenye viwango vya yaani kwenye renki ya viwango vya CAF basi lazima vilabu hivi vilete wachezaji waliokuwa sawa sawa. Yani usitarajie timu itakwenda kumsajili ipe alafu timu hiyo itakuza ligi yetu. Usitarajie timu itakwenda kumsajili Jobe alafu timu hiyo utarajie kwamba ligi yetu itapaa kwenda nafasi ya nne ya tano kwa sababu Jobe anacheza timu hiyo. Hakuna kitu kama hicho, na ndio maana unaona Singida Black Stars inaleta wachezaji ambao wamecheza mashindano ya CAF Champions League wamecheza kombe la shirikisho kwenye hatua kubwa. Maarufu chake yupo Singida Black Stars, wote player kawaida yake yale mambo ya kawaida yake. Na ndio maana inapocheza Yanga na Simba basi cho, nani maarufu chake anafanywa kila inafigisu ili asicheze na ndio maana maarufu chake anapocheza Yanga na Simba basi mwamuzi anatafuta kila ina sababu ampe kadi ila mtoe kwenye mchezo. Lakini ni wachezaji ambao wameleta chachu kwenye ligi yetu, wapo kina Debayo pale, hakuna mtu asomjua, wapo kwenye ile beki moja inafunga usongoli, yupo soa. Wachezaji kama wale ndio wanaotakiwa hivi sasa kwenye ligi yetu NBC kama tunavyoambiwa tuko nafasi ya nne, sio ya sita. Basi tukileta wachezaji kama wanaweza, katupeleka sisi mpaka nafasi ya ngapi? Ya tatu ya pili? Kwao nitoe rai kwa viongozi wa Singida, mna timu nzuri, mna viongozi wazuri chini ya Mwigulu Nchemba. Huu ndio wakati sasa wa masanza kutamba. Masanza tamba, wakikuuliza wale wako wao wasibishana kuhusu timu, wabishani kuhusu uwanja tu Wakuambia sisi tunazizikia, wambia sisi tuna uwanja, wakuambia sisi tuna chazi au wambia sisi tuna uwanja, nyinyi mna nini? Jambo dogo tu hilo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Chapesa, mambo ni mengi sana, lakini lazima uambie Watanzania, tuko kwenye majukumu ya national team, timu ya taifa inacheza, na utaifa ndio ndo unatuunganisha sisi. Kule kwenye Yanga, Azam na Simba tunatengana lakini napokuja swala la kitaifa tunaungana, kwa sababu yule mchezaji anaocheza Azam, yule mchezaji alokuwa kosi alokuwa Simba alokuwa naanga na timu nyingine, ndo hao ambao tunawakuta kwenye national national team. Kwa hiyo nizungumze na Chapesa kuwaomba Watanzania wote linapokuja maswala ya majukumu ya kitaifa, basi tuwe kwa kitaifa, tuwaiombee dua timu yetu leo nakuenda kucheza mchezo wa kufuzu kuelekea World Cup ya kombe la dunia mchezo mgumu dhidi ya Moroko. Tunafahamu sisi ni wadogo kuliko Moroko, lakini naamini viwango vya viwa wachezaji wetu, ubora wa ligi yetu, technical staff chini ya Hemedi Moroko, tunaelekea kupata ushindi dhidi ya timu kubwa ya Moroko. Umekuwa na sitofahamu kubwa, watu wakijiuliza kwa nini timu ya taifa inacheza watu wamekuwa hawaizungumzii, wanaizungumza Simba na Yanga. Dosa, watanzania baadhi yao tumekosa uzalendo, lakini sio watanzania Asilimia 99 ya waandishi wa habari pia mmekosa uzalendo. Mmeshajua kwamba hivi sasa ni majukumu ya national team, mnakwenda kumuuliza Dosa, Yanga unaionaje zidi ya Singida Black Stars, we nazami, nitakujibu nini? Kwao ili wazungumzaji wawe na uzalendo kwanza, nyinyi waandishi, lakini lazima pia muonyeshe nini uzalendo. Ndio maana nikasema moja ya chombo kinachofanya kazi vizuri ni Chapesa. Ili upate habari za uhakika basi pitia nani? Chapesa. Utamsikia Dosa amezungumza ndo maana leo nasema tuachane na maswala eh, ya timu zetu za vilabu. Tuunge hoja kwa ajili ya kuipambania nini national team, lakini pia wakumbushe viongozi wa national team chini ya afisa habari wa shirikisho la soka nchini Tanzania. Mario Ndimbo ndo afisa habari. Ndo maana nikasema nyinyi pia mnakosa uzalendo. Mwambieni, vijana wanataka kumsikia akihamasisha timu ya taifa Yanga na Simba hajacheza muda mrefu, lakini kelele ndo zile, zile: Yanga na Simba, Yanga na Simba. Kwa hiyo kama na hao viongozi wa shirikisho la, la soka Tanzania wakiamua kubusi zi agenda za ajenda za national team, sisi huku mitaani tutabusti, tutaonyesha uzalendo. Lakini leo ukimsikia kiongozi wa bodi ya ligi, ukimuuliza swali, anakwambia Yanga na Simba. Rais wa shirikisho ukimuuliza swali, anakwambia Yanga na Simba. Tumaliza na Dosa, tumaliza na hili Dosa. Busara na hekima zitumike. Hakuna kijiji kinachokosa wazee, na sifa ya wazee ni busara na hekima. Sawa sawa, sawa sawa. Lakini kuna watu wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Mimi nafikiri kwa, kwa kutumia misemo hii nafikiri nimeeleweka vizuri sana. Sana, mtoto mleavyo ndivyo. Asante sana. Asante sana. Asante sana.